Ndisha, habari kwa majina anaitwa Mkatiro Kitimpi, kamishna na msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi. Ndio kamanda wa polisi wa mkoa wa kipolisi Kinondoni. Kama ambavyo mmemsikia mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi nimesimama mbele yenu. Kanusha mambo machache tu. Cha kwanza ni pale mama aliposema kwamba alifika kituo cha polisi akaambiwa gari halipo, gari halina mafuta. Mimi Mtatiro Kiting, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kuhakikishia huyu mama alifika ofisini kwangu, nikamtuma kamishna wa jeshi la polisi, huyu hapa, nimekuja naye huyu ni operation ofisa niliyemwagiza kwamba fika kwenye hilo eneo la tukio, ongozana na huyu mama hakikisha wote ambao wanafanya vitendo ambavyo havikubaliki kisheria wanakamatwa haraka sana, na hatua za kisheria zichukuliwe. Kama nitakuwa nimesema uongo, basi huyo mama aje hapa aseme kwamba sikumpa huyu commissioner, na huyu alivyofika hapa akakuta hao wameshaondoka. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa haya yaliyozungumzwa yametoka, ni maelekezo lakini kama ambavyo tumesikia ni shauri la mwaka elfu mbili na kumi na moja. Tutajitahidi kufikia hizo kumbukumbu zote za kiuchunguzi haraka iwezekanavyo, lakini vya jana, hapa, ukatili, na vile vitendo vya jana vilivyojitokeza hapa vya ukatili na kujichukulia sheria mkononi havitavumiliwa na siku zote. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikuhakikishie, tumekuwa tukiwachukulia hatua kali sana. Wapo wale ambao waliwahi kufanya moja pale, wakapiga risasi tuliwachukulia sheria, kamata peleleza, fikisha mahakamani na walipata walichostahili. Kwa hiyo uchunguzi utafanyika wa haraka kwa hii vitendo vya jana, na nitoe wito tena, kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema, ikitokea, tutachukua hatua kali sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.